Sifwe, karibuni sana katika channel hii ya Binti Sayuni 50, ambapo huwa nashia neno la Mungu pamoja na shuhuda mbalimbali, sasa na jinsi Bwana anavyonijalia. Na kama wewe ni mgeni au bado hujasubscribe katika channel hii, ninaomba ili uwe wa kwanza kuwa unaona episodi mpya ikitoka, ninaomba usubscribe. Na kama umebarikiwa na mafundisho katika chanel hii, naomba share na wengine nao wapate kubarikiwa. Like ili iweze kuwasambaa kwa watu wengine. Like yako inaifanya chanel iweze kuonekana na watu wengine. Naomba u-comment. Na Mungu akubariki sana. And I am back. Nilikuwa nimechukua ka break kidogo. Unajua mwili nao ulioumbwa na Mungu unahitaji mara nyingine kupumzika, na ndivyo Mungu alivyonipa nafasi, neema ya kuweza kupumzika. Nimerudi sasa kazini, shambani mwa Bwana. Uh, ninaomba uh, uh, tuendelee kama nilivyoomba, kama uja subscribe, subscribe, share, like, and comment. Na tunaendelea na series yetu ya um, ombea. Kabla sijaondoka tulikuwa tuna tumeangalia umuhimu wa kuombea kichwa na upo mstari ambao eh, uko katika Zaburi ya ishirini na tatu mstari wa tano ambao wengi tunaupenda. Kuna kipande kidogo tu kinanasema umenipaka mafuta kichwani pangu. Umeona, hata Bwana huwa anatupaka mafuta kichwani pake. Yale mafuta yana kazi nyingi, mojawapo ni nguvu ya Mungu eh, inakuwa inaachiliwa kupitia kichwani kwetu. Ndio maana mm, anatwambia sisi ni kichwa na sio mkia, lakini vilevile vile, Eh, kwa wakati huo kondoo alikuwa anapakwa mafuta na sijui kama mpaka sasa hivi bado wanafanya hivyo, wanapakwa mafuta kama eh, eh, kwa ajili ya protection ulinzi, eh, ili wadudu wa, wa, wa, wa wasiwe wanatua au wanangangania, unajua wa, kondoo na manyoya manyoya, kwa hiyo mdudu anaweza akaingia akaanza kula. Wengine wanasema wale wadudu, kulikuwa na wadudu wanaleza, waka ingia, waka tobo, waka ingia, mpaka wanaweza wakaingia wakatoboa wakaingia mpaka kwenye ubongo wa E, wakondoa wakasababisha kifo. Kwa hiyo yale mafuta yakipakwa wale wadudu wakija wakitua wanateleza wanaanguka. Kwa hiyo vivyo hivyo, hiyo ndio umuhimu wa kichwa wazu, na ndio maana nilizungumzia kwamba kichwani ndiko panapokaa mawazo na hapo penye mawazo ndipo panapokuaga na vita kubwa sana kati ya ulimwengu wa nuru na, na ulimwengu wa giza, tunapoachilia hao wadudu wabaya wakakaa au yani, mawazo mabaya ya kakaa yanaweza kusababisha mauti eh, kwa yale tunayoyawaza, kwa sababu mawazo yetu, ndio maana tunaambiwa eh, tulinde sana, umeona? Sasa leo tunaenda kuangalia sehemu nyingine ya pili, leo tunaenda kuangalia ombea, leo tunaenda kuongelea uso. Tunajua uso ni pati ya kichwa eh, ipo kichwani kwetu uso ni sehemu muhimu sana ya kuombea na tutaenda kuangalia kama kawaida yetu, neno la Mungu ndilo litakaloenda kutuongoza na leo na, naenda kuangalia eh, Samueli wa kwanza sura kumi na sita mstari wa saba. Lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake. Huo mstari umenishangaza sana, kwa sababu nikasema, ni kweli uso wa mtu unaweza kuwabadilisha maono yako. Unaweza kuwa unamsikia mtu yuko hivi yuko hivi, lakini siku unapokutana naye ukamwangalia usoni, ile perception ya huyo mtu inaweza ikabadilishwa. Ukaweza ukamwona huyu mtu mbaya, au huyu mtu ni mzuri. Yote ina ipo katika uso wa mtu na, na ndio Bwana mwenyewe anasema katika huo mstari, anamwambia Samweli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo, maana wanadamu itazama sura nje, bali Bwana hutazama moyo. Kwa hiyo hii inatuonyesha kwamba kama wanadamu wanaangalia sura ya nje, ina maana sisi sura yetu ya nje inaweza ikaangaliwa na watu na watu wakafanya maamuzi kwa ajili ya maisha yetu ambayo aidha yatatufanya tufanikiwe au tusifanikiwe Umeona? Sasa katika Danieli moja tatu neno la Mungu linatuambia kisha nyuso zetu. Danieli huyo alikuwa anamwambia yule mkuu wa matoashi kwamba tunaomba tusile chakula cha mfalme, tunaomba tule chakula tu cha kawaida cha kuchemsha chemsha na nini na nini eh? lakini baada ya siku tatu uje uziangalie nyuso zetu. Nadhani ilikuwa siku tatu, uje uziangalie nyuso, au wiki tatu, nimesahau. Kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme, ukatutendee sisi watumishi wako kadri ya utakavyoona. Umeona? Tena uso utazamwe, alafu kisha ufanyiwe kadiri utakavyoona uso wetu au nyuso zetu. Kwa hiyo hapa tena inadhihirisha kwamba uso una umuhimu sana. Yaani mtu anakufanyia maamuzi ambayo yatabadilisha kabisa hatima yako kutokana na uso anaouangalia. Hii nayo ni kwa nini? Kwa sababu penye uso ndipo kinapokaa kibali. Neno la Mungu linatuambia katika hiyo Danieli moja mstari wa nne e, wakati mfalme anatafuta hao vijana kina Danieli, alisema hivi: nitafutie vijana wasio na mawa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Huu uzuri wa uso sio kuwa handsome. Uzuri wa uso, hivi umeshawahi kukutanaga na mtu Yani hayuko mzuri wa uso, yani uzuri ule tunaosema huyu handsome, huyu beautiful, lakini you just like the person, unamwangalia unasema ana ah, ah, yani, kitu huyu ana kitu, au unamfahamu au yani, kuna kitu kinakuvutia. Sa nyingine uweza toka pinpoint ni kitu gani? Hiyo ndicho kibali yule mtu ambacho anakuwa nacho, na kuna mtu mwingine anakuja pamoja na urembo na uzuri unakuta anakataliwa. Kwa hiyo hapa tunazungumzia kibali, unaona. Um, neno la Mungu linatuambia katika hiyo hiyo Danieli mstari wa 15, hata mwisho wa zile siku kumi, yeah, walikula, walikula chakula kwa siku kumi, hata mwisho wa zile siku kumi nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Umeona kwamba katika zile siku kumi na ambazo wamekula chakula sura zao zikabadilika zikawa bora kuliko za wengine, kwaona sisi vivyo hivyo hivo um, na tunaona hawa walikataa kuji kuji, um, kufanya nini? Uh, wanasemaga Kiswahili um, walikataa wali kula chakula cha mfalme, ili wasijinajisi, wasinajisi roho zao, nafsi zao, lakini matukio yameonekana kwenye sura. Umeona, uso huwa una, unaweza ukawa na utisho au utukufu wa Mungu kwenye uso Eh, tunajua katika habari ya Musa katika Kutoka 34, 34 Musa alikuwa anaenda kule anaongea na Mungu, akishuka Waisraeli wana, wana, wanaogopa. Ikabidi Musa awe anajifunikaga kinani ki eh, kitambaa ili watu wakimuona wa waweze ku-, ku nini kuuvumilia ule utukufu. Utukufu wa Mungu ulikuwa unaonekana katika uso wake. Neno Mungu linasema katika mstari wa, wa 35, wana wa Israeli wakauona uso wa Musa kuwa ngozi ya uso wa Musa ulingaa, naye Musa akautia utaji juu ya uso wake, tena hata alipoingia kusema naye. Umeona? Kwa hiyo uso bwana, unaweza kuona utisho umeshai, na mtu mwingine unasema nikienda leo namwambia hivi, ukienda ukikutana naye, ukimwangalia uso tu unaogopa. Nakumbuka uso kama huo katika historia ya Tanzania likuaga nayo Mwalimu Nyerere, watu ambao walikutana naye walikuwa wanasema walikuwa wanaogopa yaani, ukifika umejipanga useme nini, ukifika akakuangalia tu, umeona mm -hmm. Lakini pamoja na kwa uso unaweza ukawa na ukawa na nini na utukufu au na hofu, uso unaweza ukawa umebeba haya. Isaya hamsini nne Usiogope maana hutatayarika, wala usifadhaike maana hutaaibishwa, kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako, pia mashutumu ya ujana wako hutayakumbuka tena. Unaona, haya au kutahayarika inaweza ika, ika, ikawekwa kwenye uso wa mtu. Mtu akawa ni mtu ambaye um, kile anachokifanya kinakuwa ni kitu ambacho kime kime nani, kime nani ni cha aibu aibu inakaa usoni. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana vilevile eh, eh, vile tusiwe na uso huo ambao ni wa kutayarika. Kwenye uso panaweza kuwa na alama. Neno la Mungu linatuambia Mwanzo nne kumi na tano Bwana akamwambia kwa sababu hiyo hiyo yote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara saba. Bwana atamtia Kaini alama, mtu amuonaye asije akampiga. Tunajua hata katika eh, siku za mwisho kupatatiwa alama, watu watawekwa alama kwenye vipaji vya uso au kwenye viganja vyao vya mkononi, alama ya mpinga Kristo. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba tunaweza kuwa tunatembea tuna alama, hivi ndio maana unaweza kumkuta mtu eh? anapata mateso ya aina hayo hayo au an watu wanamtreat the same way. Kuna mtu akienda mahali popote anaonewa, yani watu wa hawawezi wakamfanya yeye hata kiongozi wa yani, toka labda hata nasari, ajaikuwa hata kiongozi katika grupu la nasari. Yaani, kila anapoenda watu wanamuweka chini, wanamweka chini, wanamuonea, anaolewa, anaoa, anaonewa, anafanya hivi. Akikaa mahali kokote anaonewa, kwa sababu labda ipo alama katika uso wake. Kwa hiyo tunatakiwa tuombe kuiondoa hii alama kwake, kwa Bwana Yesu. Neno la Mungu linasema, wakaweka juu ya kichwa chake mashtaka yake, yaliandikwa, huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi. Wefikiria, hata kwa Yesu walimuwekea alama mashtaka mashtaka huyu ni Yesu, mfalme wa Wayahudi. Lakini wenyewe walifikiri ni mashtaka, kumbe ni kumtukuza Bwana. Kwa hiyo walikuwa wanamtukuza kwamba yeye ni mfalme. Kwa hiyo je, na sisi alama iliyowekwa kwenye vichwa vyetu ni alama inayosema nini? Ina mashtaka gani? Kwa hiyo kunaweza kuwa kuna mashtaka yaliyowekwa ambayo ndiyo yanayotusumbua katika maisha yetu, na ndio maana Paulo akasema katika Wagalatia moja kumi na saba anasema tangu sasa, mtu asinitaabishe kwa maana ninachukua mwilini mwangu chapa yake Yesu. Umeona? Kwa hiyo kuna alama ambayo tunaweza tukaichukua watu wasije wakatutaabisha, na hiyo hiyo hiyo chapa ambayo ninamwomba Mungu mimi na wewe tuichukue ni chapa ya Yesu, na mtu yote asitutaabishe. Umeona? Uh, sasa tunafanyaje sasa ili ili kwamba hii alama itoke, kwanza tunatakiwa tugeuke hii, kama tuna alama zozote ambazo adui ameandika mashtaka, alama yoyote ambayo inatutahaya, tunakuwa tunatahayarika, alama yoyote ambayo sio ile ambayo Mungu alikuwa ameiweka katika mapaji yetu ya uso katika nyuso zetu, tunatakiwa tugeuke. Musa aligeuka katika Kutoka tatu tatu. Musa akasema, nitageuka sasa nione maono haya makubwa, kwa sababu kijiti hiki akitetei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame. Kwa hiyo, si unaona kutazama nitatazamaje kama sura yangu haijageuka? Akamuita kutoka katikati ya kile kijiji akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Kwao, mimi na wewe vilevile tunatakiwa tugeuke, tumwangalie Bwana na Bwana atakapoona tumegeuka, ndipo hapo sasa inabidi tumwambie Bwana, Bwana ninaomba unipe chapa ya Kristo. Nipo tayari kuibeba chapa ya Kristo, ili mtu yoyote asiweze kunitaabisha. Ukiwa na hii chapa ambayo au hii alama ya Kristo, na sisi tutakuwa kama Kristo. Umeona Kristo wakati anaenda Yerusalemu kwa mara ya mwisho, neno wa Mungu linasema aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu. Kwa hiyo katika nyuso zetu inaonyesha msimamo wetu, msimamo wetu ni nini? Na neno la Mungu linatukambia tukimtazama Yesu Kristo, mwanzo na mwisho wa imani yetu. Kwa hiyo tutakapobeba, uso wetu unatakiwa umtazame Yesu. Ndio uso wetu unatakiwa umtazame Yesu, tumwangalie Yesu, tukaze uso, tuwe na msimamo kama aliyokuwa nao Bwana Yesu. umeona um, na tukishafanya hivi na sisi tutakuwa na uwezo wa kuja kusema maneno haya eh, kwenye neno la Mungu. Neno la Mungu linasema, maana Bwana Mungu atanisaidia, kwa sababu hiyo si tata hayari kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume, nami najua kuwa sitaona haya. Yeye anipatiaye haki yangu yu karibu, ni nani atakayeshindana nami? Na tusimame pamoja. Ni nani aliye hasimu yangu? Na anikaribie basi. Tazama, Bwana atanisaidia, ni nani atakaye nihukumu kuwa mkosa? Tazama, hao wote watachakaa kama vazi, nondo atawala Umeona, hii ni Zaburi ambayo neno la Mungu linatuambia ya kwamba Bwana Mungu atatusaidia na wala hatutatahayari, lakini haya yote tutaweza kuyafikia kama tutaweza kugeuka na kuichukua chapa ya Kristo. Kwa hiyo kwenye nyuso zetu, badala ya kubeba tahayari, tutabeba nini? Tutabeba utukufu wa Mungu, tutabeba nguvu ya Mungu, tutabeba tutabeba kibali cha Mungu na vivyo ndivyo tutakavyofanikiwa. Kwa hiyo leo nataka ni mu-encourage, kila mtu ombea kichwa chako, ombea uso wako upate kibali mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Chukua chapa ya Kristo, mtu yoyote asikutaabishe. Na tunaposema mtu yoyote, tunamaanisha yule adui. Adui anatumia tu watu umstopishe kutoka kuku, kuku, kukutaabisha. Na baada ya kusema hayo, mimi nimemaliza kwa siku ya leo. Namshukuru Mungu sana. Ninakuomba, kama umebarikiwa, subscribe, share, like and comment, na tukutane tena eh, wakati mwingine, wiki ijayo, tukiendelea na series hii ya ombea eh, na tutaendelea kuangalia vitu mbalimbali ambavyo tunaweza kuombea katika miili yetu, na Mungu akubariki sana.